Hivi kwa nini unatia huruma mwanangu? Huruma sio malezi. Hii dunia sio kwa ajili ya wadhaifu. Haijalishi upo katika kipindi gani katika mapito ya na namna gani, haijalishi upo katika huzuni ya namna gani, huruma sio jibu. Huruma sio funguo kutoa hapo ulipo. Huruma yako haiwaoneshi watu kwamba unawahitaji kiasi gani. Kitakachofanyika ni kwamba watatumia huruma yako kama fimbo ya kuchapia. Watatumia huruma yako kama sehemu mojawapo ya kuadhimu kwamba inanielewa. So haijalishi katika mapito ya namna gani, jishikilie, shika hapo hapo ulipo, shika kwa nguvu, bila kujali matokeo yake yatakugarimu kwa namna gani. Sawa, utadharaulika, utachekwa, utalia sana sana sana, lakini tumaini likae ndani yako, sio kwa wanadamu. Zaidi mshirikishe Mungu, kwa sababu muda mwingine pekee yetu kama wanadamu hatuwezi. Na ukiwa dhaifu kupitiliza, utakuwa jalala la wanadamu, takataka zote zitakuzwa. So be positive and be aware, love you guys.